Je, unajua ugonjwa wa uric acid? Unaweza ukasababisha viungo vyako kuuma, hata kama umetumia peni ririfu kama suluhisho, la kuponyesha viungo vyako haviwezi vikapona. Uric acid ni asidi inayoenda kutafuna ligament katika viungo vyako, hivyo kusababisha kupungua kwa uroto katika viungo vya mwili ambapo itaweza kusababisha maumivu makali katika viungo. Makwavu Hapsi leo wamekuletea dawa inaitwa Uricare ambayo inaenda kutibu tatizo la acid, hivyo kuweza kumaliza tatizo la maumivu katika jointi zote na katika eh, sehemu za cord. Karibu sana ujipatie dawa na uweze kupona matatizo yote ya viungo. Afya yako, nguvu yako. Asante.